Unapogombea kijana unajibrandi, unapogombea kijana unajitangaza. Sasa wewe hugombei, tutakujuaje? Oh, sisi vijana hatumo kwenye uongozi. Sasa kama hamgombei, kama mgombei, tutafanya nini? Lakini kwa Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Katavi kwa sasa vijana ni namba moja kwenye uongozi. Kama ni kulima vijana walime. Tuko kwenye kata hizi za madini, kama ni madini vijana wawemo humo. Sawa, madini nahitaji mitaji, lakini pamoja na mitaji ile nguvu kazi pale si ya vijana? Kwa kuna vikundi vya vijana, vijanawatimbaji madini wadogo wadogo kwa maeneo yenu hayo. Lakini mnaamka vijana, mnacheza pool, mnaamka vijana, siku kwenye kahawa Sio malengo ya Chama cha Mapinduzi. Tunawategemea sana vijana kwa maendeleo ya taifa letu. Tunapozungumzia hapa, tunachagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa. Maendeleo ya taifa pale mabano yake ni vijana, ambao ni nyinyi. Na kwa kuliona hilo, Mheshimiwa Rais ametengeneza wizara kabisa, alafu na waziri akawekwa kijana na nyinyi vijana ndio jicho la chama cha mapinduzi. Nyinyi vijana ndio bado, macho yenu ni mazuri zaidi. Nyinyi vijana masikio yenu ni mazuri zaidi. Kwa hiyo, ulinzi sio kuwa na bunduki tu. Ulinzi kuzungumzia ulinzi wa chama sio lazima kuwa na bunduki. ulinzi wa chama ni pamoja na kupata habari nini watu wanasema kuhusiana na chama chetu. Wewe kama kijana umepanda basi kutoka mti hapa Ibindi, mpaka unafika mjini, afu unafika mjini unasema, vipi kwenye basi kulikuwa na lolote? Asema hakuna chochote. Yaani umekaa kwenye basi, basi, basi. Yani, umeka basi, mwenyekiti, watu wanaongea mle kwenye basi mpaka nafika mjini alafu nashuka nasema kwamba kwenye basi kulikuwa hakuna chochote. Hapana vijana, ukiwa kwenye basi, ukiwa kwenye baa, ukiwa mahali popote, kwenye harusi, kwenye msiba, masikio na macho. Watu wanasema nini kuhusu nchi yetu? Watu wanasema nini kuhusu chama chetu? Watu wanasema nini kuhusu viongozi? Ile inatusaidia, huo ndio ulinzi na hicho mmekifanya sana wakati wa uchaguzi, mlikuwa mnaleta taarifa, mahali fulani kuna jambo hili, chama kinaenda mahali fulani, kuna jambo hili, tumesikia hiki, chama kinaenda. Taarifa hizo ndio zilizopelekea ushindi huu wa asilimia mia ndani ya wilaya ya Mpanda tunajivunia. Sasa nataka kuambia vijana, lazima muwe macho. Muwe macho kukilinda chama.